Ni mahafali ya 33 tangu kuanzishwa kwa chuo hicho mnamo mwaka 1989 kikiwa kinatoa mafunzo ya ualimu, elimu ya msingi na awali katika ngazi ya astashahada nasta shahada. Mgeni rasmi katika mahafali hayo akatoa neno kwa wahitimu. Naomba mkumbuke kwamba wazazi wenu wamewekeza mambo mengi kwenu wakiwa na imani ya ninyi kuwasaidia, hivyo nawaasa kujitunza na kutoshiriki katika vitendo viovu kama vile ulevi, uvivu, ujambazi, uasherati, uzinzi, uvutaji bangi na matumizi kulabia, ya dawa za kulevya, bali muwe raia wema ndani ya jamii, ili mkawe msaada kwa wazazi wenu na walezi wenu. Kwa katika mafunzo kwa vitendo BTP, katika shule nyingi tumefuatilia, tumeona kwamba shule zipo nyingi, serikali imejitahidi katika kuongeza vituo vingi vya shule, lakini kuna changamoto nimeiona ambayo ni upungufu na uhaba wa walimu katika shule hizo. Shule inakuwa ina, ina, ina wanafunzi wengi lakini walimu wachache. Ningependa kushauri serikali ni pamoja na utoaji wa ajira, ningependa itoe ya masa kwa ajira pamoja na vijana, maana kuna shule nyingine hakuna kuna ukosefu wa walimu. Tunaomba au tunatoa lai mama Samia aweze kuongeza uajiri wa walimu ili waweze kuwa wengi katika madarasa ili ufaulu wa wanafunzi waweze kuongezeka.